Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu ameigomea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuendesha mashtaka yanayomkabili kwa njia ya mtandao, akiitaka mahakama hiyo kuendesha kesi zinazomkabili pasipo kificho. Mjumbe wa sekretariati ya Chadema, Godbless Lema, amethibitisha wakati ambao nchini Tanzania, hususan jijini Dar es Salaam, kukiwa na heka heka nyingi za jeshi la polisi kuzuia waandishi wa habari na wafuasi wa siasa za chama hicho kufika mahakamani hapo kusikiliza kesi zinazomkabili Tundu Lissu. Naomba mnisikilize na mnisikilize, mtambue mimi kuwa sio mwoga, lakini ujasiri wa mtu kitu cha msingi cha kwanza na kuwa nacho, naomba mnisikilize, hauwezi kuwa jasiri kama una nidhamu. Hapa ni mahakamani, kesi inaendelea, sauti yenu inakuja sana, lakini hapa ni barabarani, ni barabarani. Kwa hiyo atenshen walionao polisi juu ya <coughs> kelele. Na leo ni siku ya hukumu, sio wasiwasi sio wasiwasi mdogo, ni wasiwasi wa msingi. Naomba kitu kimoja tu naomba kitu kimoja tu <coughs> <coughs> ili jambo litokee litakavyotokea, hampaswi kuwa na hofu. Safari ya ukombozi ina matatizo mengi na majaribu mengi kuliko <coughs> <coughs> <coughs> Ikiwa zimepita siku 14 akiwa mahabusu, Lissu alitarajiwa mnamo tarehe 24 Aprili 2025 kupandishwa kizimbani kujibu mashtaka yanayomkabili ikiwamo uhaini. Makamu mwenyekiti wa Chadema Johnny Heche mapema leo asubuhi alijikuta katika balaa zito baada ya msafara wake kuzuiwa usifike mahakamani hapo ikiwa imepita siku moja baada ya kuachiwa na jeshi la polisi kwa kile kinachodaiwa kutaka kufanya mkutano wa hadhara katika soko la Kariakoo huku jeshi hilo jijini Dar es Salaam likikanusha kumshika mwanasiasa huyo. Akizungumza nje ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kuzuiwa na jeshi la polisi, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti na mjumbe sekretariati ya Chadema Luka Singoto amesema mahakama ni muhimili muhimu unaopaswa kuwa huru na usiowajibika kwa shinikizo la kisiasa au kijamii, hivyo hatua jeshi la polisi linatoa ishara mbalimbali zinazopaswa kuchunguzwa kwa kina. Tumefika hapa kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Aa, lakini cha ajabu kuna mapolisi wengi kuliko hata wananchi wa wamejaa hapa na magari yao, na mwenye ki, makamu mwenyekiti bara yeye amezuiliwa hapo Salenda, pamoja na mwenyekiti wa mkoa wa Mara Mwalimu Chacha Heche na wanachama wengine wamezuiliwa hapo. Mimi nimebahatika kufika aa, hapa mahakamani. So, cha ajabu tulipofika hapa, askari pale getini anazuia kwamba leo hakuna mahakama anazuia watu wote wanaoenda pale, wanazuria kwamba leo hakuna mahakama, na mpaka sasa tuko hapa hatujajua kama mwenyekiti wetu ameshaletwa hapa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba na tunaitaka mahakama Itoe, itoe amri juu ya, ya wananchi na watu wanaokuja kusikiliza kesi zao. Iwaambie hao polisi walioko hapa nje wasizuie watu mbalo, kwa sababu hii ni eneo ambalo linatoa huduma kwa, kama mahakama ni mahali ambapo wanatoa huduma, wanazuiaje watu wasije, wasije kusikiliza na ni lini ambapo mahakama Uh, watu walizuiliwa kwenda mahakamani dini ambapo ni huduma zinatolewa mbalimbali. Kuna watu wana kesi mbalimbali, lakini watu leo wanazuiliwa kwenda kupata huduma kwenye, kwenye mahakama. Tunaomba ma, na jaji na viongozi wa mahakama watoe kauli ya, ya, ya kuruhusu watu wote wasikilize, kwa sababu hii ni kesi ya uhaini. Kesi zote za uhaini, hakuna kesi iliwahi kufanyika kifichoni. Kesi zote za uhaini zinafanyika hadharani kwa nini hii kesi wanafanya ufichoni? Wanasema hakuna mahakama, na tunaona kuna vitu vinaendelea mule ndani, kwa tunatoa wito kwa mahakama iruhusu inatoe maagizo wananchi waingie wasikilize hii kesi. Nimesikitika kwamba hata waandishi wa habari habari habari wanazuiliwa kuingia kuingia hata waandishi waandishi wa wa nimekuwa pale getini mahakamani, kwa tunasikitika kwamba hata vyombo vya habari ulione kuna giza hata waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia na wanakamatwa. Niko pale kuna mwandishi mmoja amekamatwa, si wa chombo gani lakini kwame. Sasa hii ni nchi gani na tunaenda wapi? Waache watu waingie, waache watu waingie, waruhusu waandishi wa habari waingie. Tunatoa wito kwa watanzania wenzetu kwamba sisi bado msimamo wetu kama CHADEMA, no reform no election. Huo ndio msimamo wetu. Baadhi ya wananchi waliokaidi amri ya jeshi la polisi walikamatwa na kushikiliwa na jeshi hilo huku vyombo vya habari mbalimbali navyo vikiangazia baadhi ya maripota wa vyombo vya habari wakiondolewa katika eneo la mahakama. Wakaniuliza, wewe unakuja hapa kama nani? Mimi mwandishi wa habari. Unatoka chombo gani? Nikawambia, una kitambulisho? Nikamwambia ndio nacho. Tuoneshe basi, nikaonyesha kile kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho, wakaniambia sawa. Unaona? Wameniambia sawa yani, no, wametoka pale nilipo, wamesogea mbele kidogo, kuna mwingine wameenda kumshirikisha dakika chache tu, yani tu, tu? Dakika yani hapo yani, hapo tu hapo hapo au hesabu hata dakika, yani ni hapo hapo, kwa sababu ni hapo hapo, distance ni hapo hapo wakaja ghafla wakanibeba wakanichukua, yaani mkuku mkuku. Nikamwambia, sasa mbona mnanibeba? no, tukio mwarifu ni, ni, ni askari wa kike ama wa kike okay. Wale kuja wewe wa kike eh, mm. Ukuja kunichukua, nikamwambia, mbona sasa mnanifanya, sasa kwanza wewe sio mwarifu. Nikamwambia hapana, mimi sio mwarifu. Basi wakanibeba vile, wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule. Nikaenda nikamkuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi, lakini ni raia, alikuwa mwanafunzi kama ndani njou, ya gari ndani ya mahakama. Ndio wametukalisha ni ndani ya mahakama lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yaani nje ya gari chini. Basi kaeni hapo, basi tukakaa. Sasa mimi wakati nakuja kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na, na, na, na ninyi kama unakumbuka ehe, kwamba tumefika wapi, tumefika wapi. Kwa hiyo wenyewe mlikuwa mnajua mimi niko ndani baada hapo, maana walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence wakati niko pale nimekaa chini. Nilipoona wenzangu wako pale nje ya fence nikawa nawapa ishara wajue nilipo. Ehe, kwa sababu wangenitafuta, sipokei simu, sifanye nini? Lazima watu wangepata nini na mashaka. Na ndicho ambacho kilitokea. Umeona? Walikuwa wananitafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilipoona nikaonyeshe ishara. Eh, askari alivyoniona vile. Kwa nini unawaita? Alininyanyua. Alinipiga mtama. Akanipiga ngumi huku kama tatu hivi, akanichania na nguo. Wachambuzi wa masuala ya siasa za ndani ya Tanzania wanasema kitendo cha wanasiasa kuingilia mchakato wa kimahakama kunaashiria kudhoofika kwa misingi ya utawala wa sheria, kwani mahakama zinapaswa kuwa huru ili kutoa haki bila upendeleo, na kwamba wanasiasa wanapojaribu kuzuia kesi kusikilizwa huenda wanajaribu kulinda maslahi yao binafsi au ya kisiasa, jambo linaloweza kusababisha upotoshaji wa haki. Aidha, wachambuzi hao wanasema wananchi wanapojihusisha na zuio la usikilizwaji wa kesi huenda ni kiashiria cha kutoridhika kwao na mfumo wa haki au hukumu zinazotolewa, ikiwa ni ishara kwamba wananchi wameamini kuwa kesi hiyo ni ya kisiasa au kwamba mhusika anaonewa. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema mwitikio wa jeshi la polisi katika hali hii huweza kutoa taswira tofauti kulingana na namna inavyoshughulikia swala hilo. Ikiwa polisi wanachukua hatua kwa lengo la kulinda utaratibu na kuheshimu mamlaka ya mahakama, basi hilo ni jambo chanya linaloonyesha kuwa taasisi za usalama ziko tayari kulinda misingi ya sheria. Hata hivyo, iwapo jeshi la polisi linachukua hatua ya kutumia nguvu kupita kiasi au kuonyesha upendeleo, linaweza kuongeza taharuki na kutiliwa shaka na wananchi, jambo ambalo ni hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Vilevile, tukio kama hili la Tundu Lissu kuzuiwa kwa wananchi na wanasiasa na wafuasi wa chama chake linaweza kuashiria mgongano kati ya mihimili ya dola, yaani bunge, mahakama na serikali. Pale ambapo wanasiasa, hasa walioko madarakani, wanapojaribu kuzuia kesi mahakamani, inaweza kuwa ni dalili ya kutovumiliana kwa mipaka ya madaraka baina ya mihimili hii. Hali kama hiyo inahitaji juhudi za pamoja kurejesha heshima na uhuru wa kila muhimili wa dola ili kuimarisha demokrasia. Zio hili la tarehe 24 Aprili 25, la kesi kusikilizwa na kuingiliwa na wanasiasa na wananchi pamoja na mwitikio wa jeshi la polisi, linaonyesha changamoto kubwa katika mfumo wa utoaji haki na kwamba ni ishara ya kutetereka kwa imani ya wananchi katika taasisi za kisheria kuingiliwa kwa mahakama na siasa na wakati mwingine kukosekana kwa mawasiliano bora kati ya viongozi na wananchi.